Mradi mwingine mkubwa utakaoifungua wilaya hii ni ujenzi wa uwanja wa ndege kwa sasa. Kwa sasa tuna uwanja wa ndege wa Bukoba ambao una urefu wa kilomita 1.4 na hakuna eneo la kufanya upanuzi kule, hivyo tumeanza kufanya upembuzi yakinifu kwa ajili ya kujenga uwanja mkubwa na wa kisasa katika eneo la Kiabajwa katika wilaya hii ya Missenyi. Mkiangalia kwenye ilani za uchaguzi mtaona eneo lililosemwa pale ni Omuka Junguti, lakini eneo hili halikufaulu, halikuwa na maksi nyingi kwenye upembuzi yakinifu kwao. Tumeamua uwanja huu ujengwe kwenye eneo hilo la Kiabajwa. Kwa ndugu zangu, Misenyi litakuja kuwa na uwanja wa ndege. Uwanja huo mpya utakuwa na uwezo wa kuhudumia ndege kubwa kama vile Boeing tatu saba tatu 900 zenye uwezo wa kubeba abiria 180 hadi mia mbili ishirini. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwa wale tunaopakana nao hapa Uganda watakuja kusafiria uwanja huu, halafu watoke, watue uwanja huu kwenda kwao. Na uwepo wa uwanja huo utaleta pia fursa za utalii na biashara na kukuza sera ya kilimo biashara kwa mazao mbalimbali mbali ambayo tunayalima ndani ya wilaya hii.